Mimi ninachohoji au complain yangu ni kwamba Harmonize hakupaswa kujibu chochote kwenye huu ugomvi. Kitu ambacho kilitakiwa kufanyika, Draco Lebon ndo itoe tamko. Yaani, unajua Ibra alikuwa anaichafua chapa ya Konde Gang. Huwezi kukaa kimya ndani ya wiki moja, imezidi wiki moja, toa tamko. Asitoe msanii ama CEO, itoe kampuni hiyo. Maana yake nini? Inaepusha nini? unapotoa taarifa kampuni, katoa taarifa, maana yake ni kuwa unaepusha zile personal interest, kama ambazo zimetokea. Ibra ameweza kujibishana na Harmonize kuhusu kuuawa kwa mama yake, sijui masuala twende chumbani tukapeane pesa ya kodi, kwa sababu aliyekuwa amemjibu ni Harmonize. Lakini taarifa ingetoka kupitia Konde Gang Music Worldwide, Ibra singezungumza hivyo, kwa sababu vingekuwa vitu systematic. Sindio? Na taarifa imetolewa na Harmonize Entertainment Limited, sio Konde Gang Music. Yani, pia hilo limewachanganya watu hicho, e, yani. Sasa hii kitu kipya which is atupasu sana kukijadili kwa sababu mifumo ya kampuni, yeye ndo anaijua, sisi nje tunaijua Konde Gang Music Worldwide. Ni namna tu ya kuchagua njia tofauti na kubadilisha mindset za watu ya okay, yeah, obvious tunafahamu kila mmoja anapenda sifa kwenye dunia hata mitume yenyewe ilikuwa anapenda kusifiwa sio? Yeah. kwa hiyo ukipata mtu ambaye anakuja kutoa challenge za, za, za watu wanaopenda kusifiwa eh, lazima upokelewe tofauti tu. Ndo kitu ambacho mi kwangu kimekuja, so sio kitu cha ajabu sana, ni kitu ambacho kipo kwenye maisha ya kawaida lakini watu walikuwa wanaogopa kukifanya, so yeah. Mi nimeamua kufanya. Yeah. Moja kati ya vitu ambavyo wakati nakuja bwana sana zwa nakuuliza ni issue nzima ya Diamond, msanii mkubwa kabisa Africa, East Africa na Africa kwa ujumla kabisa amekufollow hiyo. Na moja kati ya taarifa ambazo nikasema yes maybe kuna kitu kipo behind. Sasa Watanzania wanatamani kufahamu. Kwa nini Diamond karuka, watu kibao wakaenda kumfollow Haji? Yeah, real recognize real. Ni kauli ambayo ipo na inazungumzwa obvious. Mimi nadhani nilikuwa ni moja kati ya watu ilikuwa inaniumiza kuona Diamond ndo msanii ambaye anafanya vizuri zaidi nchini Tanzania, lakini Diamond huyo ndo anaongozwa kwa kusemwa vibaya. Sijui kama umeelewa. Yaani, ndo msanii ambaye anaongoza kufanya vizuri, lakini ndo msanii ambaye anasemwa vibaya zaidi kufahamika ama ndo kama hivyo wanavyosema, ukitaka kupata umaarufu inapaswa umseme vibaya, the way ambavyo tunaona watu wengi wamekuwa na wame wame tabia hiyo ya na wamefanikiwa, wamepata engagement kubwa kwenye mtandao. Mimi nilichagua njia ya kumzungumzia yale mema ambayo jamaa anayafanya, na sikuwa na target ya kwamba nikifanya hivyo basi watu wanifuatilie, watu wanisifie na vitu kama hivi, na nilihisi kwamba inawezekana sio njia sahihi ya mimi kufanikiwa kwa kwenye industry kwa sababu Watu wengi wana njia nyingine wanaotumia. So once ilipokuwa nafanya hivi, nimeona pia watu wananipokea, baadhi ya watu ambao walikuwa wana na wao natamani kuona kusikia vitu ambavyo walikuwa wanatamani kuvisikia, mimi sasa nikawa navizungumza. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi nadhani kimenifanya hata Diamond Platinum, si yeye mwenyewe ameona okay, huyu ana deserve kumimi kupata notification yangu. Na being honest, my brother man, yani It's crazy. Kuna siku moja Diamond alikuwa anasema kwamba mimi peji yangu imekaa kimkakati. Alifanya interview siku moja. Peji yangu mimi imekaa kimkakati. Huwezi kuona na posti vitu vya ovyo. Ukisikia siku yoyote nimemfollow maybe mtu yeyote ama nimemdm. Alikuwa anatolea mfano kwa wasanii wakubwa Marekani. Nikikudm ni lazima yani upagawe. Yaani lazima utetemeke. So imagine ni kitu ambacho hicho kinatokea kina, kina, kina kwa wasanii wakubwa. Mimi nani haja na ni mtu mpya kwenye industry so, i really respect na namshukuru sana kiukweli, amenipa pia heshima. Unajua, wakati mimi ninachambua muziki kuna, kuna changamoto kubwa sana kiukweli, zinatufikia watu wengi, watu wanatukana sana. Nimekuja nimekuja kugundua kwamba bwana, kuna watu kumbe hawaogopi kutukana, matusi ya mtandaoni. Once nilipoanza kuzungumza kuhusu music, watu wanakuja die, matusi makubwa na wanakutukana, eti tu kwa sababu unazungumza ukweli Maybe Diamond ndo msanii namba moja nchini Tanzania and obvious Diamond ni msanii powerful. Diamond ni msanii ambaye anajua kuhendo matukio calmness yake unapomkuta jambo huwezi kumfanisha na msanii mwingine. yote ana mipango ya, ya kwenye muziki biashara, ndo msanii ambaye ana pesa zaidi nchini Tanzania, ndo msanii ambaye anajua stunt na, na, na, na drama za ku, za ku penetrate kwenye mataifa mengine. tunazungumza hayo tumesema juzi hapa alivyoenda mfano Nigeria. You see namna ambavyo alikuwa anataka kuwaonyesha watu kuchukua ile attention ya wa Nigeria, West African, ambapo soko letu sisi la bongo flava ndo eneo gumu zaidi kuingia, umenelewa? Ni mtu wa mipango. Kwa hiyo yanapofanyika hayo ni lazima tuzungumze ukweli. Inawezekana pengine Diamond ana pesa kumzidi Davido, lakini mipango ya kibiashara, tazama namna ambavyo kile kile kiasi chake kidogo cha pesa alichowekeza ambavyo ameenda kusumbua Nigeria na kila mmoja, sasa hivi Nigeria anamzungumza kuhusu Diamond. So it's easy kesho na kesho kutwa akiandaa show, akiandaa album, kupenetrate kwenye mataifa, Nigeria wanunua mziki kupitia Spotify na mitandao mingine, digital za kununua ngoma ambako huko ndio kuna pesa zaidi. Kwa hiyo ni plani za kibiashara ambazo wasanii wengi hawana. Wasanii wengi bongo hapa ni lialia na wanafanya vitu vya hovyo kiukweli. Mimi kwenye upande huo ninampongeza sana Kamnes. Imezungumza kuhusu calmness ya Diamond hapa. Imagine, Diamond anaweza dura makabila, alifanyiwa interview akasema mimi, uh, Diamond ni role model wangu, lakini Diamond simuwezi kwenye eneo la kuwa kimya once anaposemwa, na hiyo ndio character ya superstar, msanii maarufu. Wewe unachokozwa tu unaanza kulipuka. Harmonize vipi bwana, mtu kaposti zake tu picha pale Instagram na wimbo wa msanii wako unaanza kubwatuka serious, unaendeshwa na miemko. So sio jamaa ambaye anaendeshwa na miemko. Diamond angekuwa mtu wa kuendeshwa na miemko 2019, wakati anatoka WCB, mpaka eh, hizo process za kutoka WCB 2021 na ishirini na moja, Harmonize anatoka Marekani kwenye, kwenye show yake, amefika airport ametumia tu saa zima kumchafua Diamond, anamsema vibaya Diamond, na ndio clip ambazo sasa hivi zina trendi, yeah. Kipindi kile mimi nilikuwa najiuliza pia, huyu jamaa ana roho ya namna gani? hajibu chochote, lakini ukweli ni kuwa anaendelea kudhihirisha ukimya una nguvu tena una majibu ya mshindo kuliko hata mtu ambaye anazungumza. Harmonize alizungumza akataka huruma ya wananchi, kweli aliipata. Kwa kipindi kile, wananchi wale wale walikuwa wanamwambia, bwana, umeonewa. Leo hii wanamposti kumwambia kwamba ulichofanya 2019, kumbe ulikuwa unatudanganya. You see. So ni character ya msanii mkubwa na vile ambavyo anatakiwa awe ni mfano wa kuigwa kwa watu wengi. Kwa hiyo kwa kupata notification yake mimi hapa kwanza kiu... sikutegemea. Yaani mimi nimeamka zangu asubuhi mzee, nimeingia zangu sasa mimi ni mtindo wa subuhi, mimi, mimi, kupenda kutafakari mambo yangu nikiwa mwenyewe sana. Kwa hiyo nimeacha familia, nimekaa kwenye gari ndio nakutana na ile notification. Ameni follow, kamaliza kaondoka. So I'm happy na mimi nadhani nakuwa moja kati ya watangazaji wachache sana ambao jamaa ameamua kunifuatilia. Ukiangalia hata kwenye peji yake zaidi ya utakuta wale watangazaji wake ambao wanafanya nao pale kwenye ile channel yake, ama wale wa Kongo wa zamani, lakini kwenye hii new school presenters mimi niko hapo, so I'm proud of myself, na namshukuru sana kiukweli haijaisha ndugu zangu. Bwana umezungumza hapo vizuri ukasema kwamba Diamond alikuwa na lebo yake na wasanii wake ikiwemo Harmonize, pindi alikuwa wasafi. Baadaye Harmonize akaondoka. Aliongea uh, maneno mengi sana wakati anaondoka. Na baadaye Harmonize akaanzisha lebo yake mwenyewe pia, Konde Gang Music na ambayo ikawa na wasanii wengi ikiwemo Ibraah. Basi sasa hivi amekuwa eh, na tafaruku kidogo na lebo yake ya Konde Gang. Pengine kama eh, mchambuzi wa masuala mazima ya kiburudani ishu ya Ibra na Harmonize na unawekwa kwenye fungu gani ushamba, ama ni ishu nzima ya mikataba hapo? Utoto. Utoto mkubwa sana yani, sio kidogo, na mimi nanisikitisha kuona vitu hivi naendelea kwa msanii anayejiita yeye ndio namba moja nchini Tanzania. Unajua hakuna mtu aliyemwambia Harmonize wewe ndio namba moja Tanzania, lakini kwenye ngoma zake nyingi opening unamsikia They call me Tanzania, namba moja. Sio. Sasa we namba moja gani ambaye huwezi kuendesha msanii unayemsimamia, huwezi kuendesha unaita record label, which is inawezekana kuna vigezo vingi yeah, ya mimi kusema na mashaka na hiyo record label kwenye ukamilikaji wake, unanielewa eh? Uh, kwa nini nasema ni utoto? Record label ni taasisi taasisi. yoyote sio tu ya muziki hata biashara, lazima iongozwe na mawazo ya watu wengi. Yaani leo haja maybe nimefungua ofisi yangu mimi mimi, sipaswi kuwa na ndo mtu wa mwisho kuzungumza, mtu wa mwisho kupanga mipango ya kila kitu. Wasanii kugombana, hiyo obvious ipo. Liliwe na Bedman kipindi kile cha Cashman Record, unakumbuka yeah. Namna ambavyo watu walikuwa wanapigana mpaka marisasi, wanadaiana mabilioni 115 ili kumi na tano, ni atoke na mwisho siku wamepatana, maisha yameendelea. Unaendeshaje una una, una, una so vipi, matatizo ya wewe na lebo yako Konde Gang? Kama ni lebo basi, viongozi wake, mimi nilikuwa nasema hapa, ikiwezekana wajiuzuru, jembe ni jembe. Miss Brown Mchopa na wengine, kwa sababu ni kama vile wanadhalilishwa. Wewe msanii ametoka nje, Ibra analalamika kuhusu mwenendo wa lebo, na yeye sio okay. Ibra analalamika, ndani ya wiki moja hakuna tamko lolote lebo ile iliyokuwa imetoa kwamba bwana e, haya naendelea haya, kuna moja, mbili, tatu na sisi kama lebo tunashuhulikia. Matokeo yake after one week msanii Ibra anatangaza kuchangisha michango. Baada ya wiki moja, wewe CEO, unamchangia kwa kumkejeli, alafu unashia kwenye mitandao yako ya kijamii, reaction zinatokea, peji ya msanii huyo ambaye ndo CEO anayejiita namba moja nchini Tanzania inakuja inajibishana na msanii wake, vitu vya aibu. Wewe uliona wapi vitu kama hivi? yeah. Ndo huyo sasa, utoto. Kwa hiyo angekuwa anaendesha hiyo lebo kwa misingi na utu uzima, usingemwona Harmonize anamjibu Ibra vitu vile alivyokuwa ameviandika. Record label as taasisi, ndiye ilitakiwa kuzungumza, kutoa tamko, kama sio kuita press kuandika waraka ambao unaelezea changamoto za wao na msanii wao kama ambavyo wamekuja kuelezea jana, sijui hapa, baada ya mitandao kila mtu kuzungumza la kwake, sio yeah? Kwa hiyo ile ilikuwa iwe taarifa ya awali. Ni record label ambayo ina mameneja na last month amewatambulisha mameneja wapya kabisa, yani sasa wao mameneja wapya, Jembe Jembe, Chopa, Samchaupole na wengine wanafanya nini, Konde Gang? Na pengine labda ni mkakati wala saw ni mkakati wa management mpya, yani kwamba umekuja na mikakati hiyo kuhusu Ibra kwamba akifanya kitu tusikilizie kwanza, alafu baadaye na sisi tufanye action zetu. Okay, hakuna mkakati wa namna hii. Yani poor planning kama kweli ndo mkakati, kwa sababu mimi ninachohoji au complain yangu ni kwamba Harmonize hakupaswa kujibu chochote kwenye huu ugomvi. Kitu ambacho kilitakiwa kufanyika, record label ndo itoe tamko. Yani, unajua Ibra alikuwa anaichafua chapa ya Konde Gang. Huwezi kukaa kimya ndani ya wiki moja, imezidi wiki moja, toa tamko. Asitoe msanii ama CEO, itoe kampuni hiyo. Manake nini? Naepusha nini? Unapotoa taarifa, kampuni katoa taarifa, manake ni kuwa unaepusha zile personal interest, kama ambazo zimetokea, Ibra ameweza kujibishana na Harmonize kuhusu kuuawa kwa mama yake sijui maswala twende chumbani tukapeana pesa ya kodi, kwa sababu aliyekuwa amemjibu ni Harmonize. Lakini taarifa ingetoka kupitia Konde Gang Music Worldwide, Ibra singezungumza hivyo, kwa sababu vingekuwa vitu systematic, si ndio? Na taarifa imetolewa na imedrona, Harmonize Entertainment Limited, sio Konde Gang Music yani pia hilo limewachanganya watu hicho. Okay, yani, kitu kipya which is hatupaswi sana kukijadili kwa sababu mifumo ya kampuni yeye ndo anaijua, sisi nje tunaijua Konde Gang Music Worldwide, sio? Kwa hiyo hata kama ni Ibra Entertainment Limited, I mean Harmonize, still kuna Konde Gang Music Worldwide ambayo sisi wa Tanzania tunaifahamu. It's okay, lakini sasa ile ilipaswa iwe hatua za awali anapoelekea Harmonize anastahili hata kupokonywa simu yake yaani, kwenye matukio makubwa kama haya yeye atakiwa kuihandle simu yeah. Ed Sheeran mwaka 2020 alikuwa anasoma taarifa moja, alikaa miaka saba bila kutumia simu kwa namna yoyote kwa sababu ilikuwa inamletea changamoto. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu ama else otherwise, lebo iangalie namna ya kumwajiri mtu wa social media ambaye atakuwa na handle social media za Harmonize, sio kumwachia msanii yeye, labda akiamka tu anachojisikia kupost anapost anaposti nonsense. Ukiachana na hivyo, juzi tena amemposti Kajala, kaangalie ile lugha alikuwa ametumia pale kwenye Insta story, yani mimi nakupenda kinoma. Wewe kama mlikutana nayo, msanii mkubwa, unaandika vitu vya namna ile, unashusha chapa yako. Wewe ni mfanyabiashara, kuna makampuni yanakuangalia kwa, kama kuna makampuni yanakuangalia, lazima uwe smart, na ndio maana yeye mwenyewe anakiri kabisa kwamba kuna dili alilipoteza la bank, wakati kipindi kile cha zimataa, si ndio? Sasa hiki kilichokuwa kinaendelea na hivi leo ana, zinakuja hizo stories za zimataa. Kampuni ya nani inaweza kukubali vitu vya namna hii? So ni common sense ambazo watu wengi wanapaswa kuwa nazo na I think kuna mmoja nilikuwa namsikia anasema sio kwamba eh, Harmonize apewe ushauri lakini hashauriki. Yaani, sio mtu wa kusikiliza. Usipokuwa mtu wa kusikiliza, lazima ufeli. Jana Diamond ameshare picha kaweka na ngoma ya copy and paste ya Ibra, si ndio? Yeah. Angalia alichoposti Harmonize. Kile kilichopostiwa kilikuwa kinaonesha namna ambavyo Harmonize inawezekana ana issue personal na jamaa. Yaani ni kama vile alikuwa anasubiri tu, bwana, huyu jamaa akini akiingia popote kwangu, mimi na mbomoa kwenye moja mbili tatu, which is very bad. Diamond anaposti ule wimbo na in fact ni kwamba wimbo unamsaidia yeye mwenyewe Diamond ana followers milioni 18.5 kwenye mtandao wake. Diamond akishare chochote kile kwenye Instagram anapata engagement ya watu laki mbili na kuendelea. Sharing za Instagram zinafika mpaka watu 1000, 2000, 3000. Anaposhare ngoma ya Ibra, manake anaongeza revenue kwenye, kwenye, kwenye, kwenye label ambayo sasa hivi Ibra anufaiki nayo chochote kwa sababu amepigwa pin. Kwa hiyo pesa ambayo itaongezeka kwenye mtandao wa YouTube, pesa ambayo itaongezeka kupitia Spotify, direct inaenda wapi? Konda Gang nani mmiliki wa Konde Gang? Ni Harmonize. Nice. Kwa nini unakasirika? Kwa nini unakuja kwenye Insta story unaanza kumchambua vitu vingine ambavyo havina maana ja Na, usia private jet. Anazungumza kuhusu private jet.